Ushawahi kukaa karibu na mtu mwenye huzuni, halafu hata bila kuambiwa chochote, ukaanza kuhisi huzuni pia? Au ukaona mtu anatabasamu, ghafla na wewe ukajikuta umetabasamu? Sio chawi, ni sayansi. Leo nitakuonyesha jinsi ubongo wa binadamu unavyoiga hisia za wengine bila hata kutaka.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 Lakini swali kuu ni kwa nini hisia za mtu mwingine zinaweza kuingia ndani ya mwili wako kwa urahisi kiasi hicho? Jibu linapatikana kwenye kitu kinachoitwa mirror neurons. Mirror neurons ni nini? Mirror neurons ni seli maalum za ubongo zilizogunduliwa na wanasayansi nchini Italia. Kazi yake ni kuiga kile unachokiona kwa mtu mwingine hata bila ya wewe kukifanya. Mfano, Ukimwona mtu ana tabasamu, mirror neurons zako zinawashwa, mwili wako unapokea tabasamu hilo. Ukimwona mtu anaumia, ubongo wako unahisi maumivu hayo, na unajikuta unavuta pumzi au unakunjamana uso. Ni kama ubongo wako unakuambia, hii hali uliyoiona nje, ifikiria kama imekutokea wewe. Ndio maana tunasema hisia zinaambukiza. Kwa nini hisia zinaingia haraka sana kwenye mwili? Namba moja, ubongo unapenda kuunganika na watu. Kama binadamu tumeumbwa kuishi kwa makundi, mirror neurons zinakusaidia kuelewa watu ili ujenge uhusiano nao. Ndiyo maana mtoto akiwa na mama analia naye analia, sio kwa sababu anaelewa tatizo, bali ubongo wake umeiga hali aliyoiona. Namba mbili, hisia ni lugha ya mwili, siyo maneno. Watu husema maneno, lakini miili kuwasiliana zaidi. Ubongo wako unachukua sauti, macho, mwonekano wa uso, kisha unatengeneza hisia kufanana na zile mtu. Namba tatu ni kinga ya kiasilia. Mirror neurons pia ni ulinzi, zinakuambia hapa kuna hatari, hapa kuna furaha, hapa kuna mshangao, hapa kuna wasiwasi. Ubongo unahitaji kujua mood ya watu waliokuzunguka ili ujiandae kiakili. Aina za hisia zinazoambukiza haraka: namba moja, huzuni. Kukaa karibu na mtu mwenye huzuni muda mrefu unaweza hata kukuletea unyogofu wa muda. Namba mbili, hofu. Ndiyo sababu ukiona mtu anakimbia ghafla bila hata taarifa unajikuta tu na wewe unakimbia. Namba tatu, furaha watu wenye tabasamu, ucheshi na nishati nzuri huambukiza haraka sana. Namba nne, hasira. Kukaa kwenye mazingira yenye matusi, ugomvi au presha ya kazi, unaanza kuwa mkali bila hata kutaka. Mifano ya maisha halisi. Namba moja, mtu akicheka, wewe unacheka hata kama hujui sababu. Ubongo unafungua mlango wa furaha kwa sababu imeona mtu mwingine yuko happy. Namba mbili, kuona video ya mtu anaumia. Ushawahi kuona mtu akipigwa teke kwenye video halafu miguu yako ikajikaza ghafla? Hapo mirror neurons zimeiga kilichotokea. Namba tatu, kutoka nyumbani uliweka mood nzuri, ukifika kazi inaharibika kwa sababu ulikutana na watu wenye pressure, hasira au msongo, na ubongo ukaiga mood yao. Jinsi ya kujilinda na hisia za watu au emotional boundaries. Namba moja, tambua chanzo cha hisia unazohisi. Watu wengi hubeba hisia zambi si zao. Kabla hujabadili mood yako, jiulize: Ninachohisi sasa hivi ni kutokana na mimi au kutokana na mtu niliyemkutana naye? Mara nyingi utagundua kuwa pressure, hasira au huzuni ni za mtu mwingine na mirror neurons tu zimeziiga. Mfano, ulikuwa vizuri, halafu ukaongea na mtu mwenye malalamiko. Ghafla nawe mudi yako inashuka. Hapo chanzo si wewe, ni mazingira. Namba mbili, tumia mental shield kabla ya kuingia mazingira yenye hisia mbaya. Hii ni mbinu rahisi ya kisaikolojia. Kabla hujamwona mtu wa presha au kabla ya kuingia kazini, jiambie kimoyomoyo, watakuwa wanahisi vitu vyao, lakini mimi nina mudi yangu. Hii inaambia ubongo wako usifuate kila hali inayokuzunguka. Namba tatu, jitenganishe kimazingira unapohisi umeanza kuathirika. Ukikaa sehemu yenye hasira, huzuni au fujo, mirror neurons zako zinachukua hali hiyo haraka sana. Unapohisi mudi yako inaanza kubadili, toka nje dakika mbili mpaka tatu. Tembea, pumua kwa kina, nyoosha mwili. Hata hatua moja tu ya kubadili hewa inakata connection ya hisia ulizokuwa unachukua. Namba nne, zunguka na watu wenye nguvu chanya. Hisia njema pia ni ambukizi. Ukiwa karibu na watu watulivu, wenye imani, wenye furaha, wenye fikra chanya, ubongo wako utaiga hali zao. Hii ni mbinu bora zaidi ya kujilinda, badili mazingira, sio mapambano ya ndani. Namba tano, Weka mipaka kwenye mazungumzo yanayochosha akili. Sio lazima usikilize malalamiko yote, uingie kwenye drama zote, uchezee kila story ya pressure. unaweza kusema kwa ustaarabu, hebu tungependa kuzungumza kitu kingine kwanza. Hii inalinda mudi yako bila kuumiza mtu. Namba sita, jifunza kurudisha mudi yako ya awali haraka. Hisia za watu zikikugusa, Usizibebe muda mrefu. Badili channel ya ubongo kwa haraka. Sikiliza muziki unaopenda. Tazama kitu kinachokufurahisha. Fanya kitu chepesi kinachokutia nguvu. Andika hisia zako kwa dakika moja. Unaporudisha attention kwa wewe, unafunga mlango wa kuendelea kuathirika. Jinsi ya kutumia mirror neurons kuathiri watu vizuri. Mirror neurons zinaweza kukusaidia kueneza hisia chanya, kuimarisha mahusiano na kuathiri watu kwa njia njema bila nguvu wala maneno mengi. Hapa ni njia rahisi za kuzitumia kwa uzuri. Namba moja: tabasamu, nguvu rahisi lakini kubwa. Tabasamu linaamka mirror neurons za mtu mwingine. Ukiwa na tabasamu la dhati, mtu wa karibu ataanza kujisikia vizuri bila hata kuelewa sababu. Mfano, Kwenye mkutano ukitabasamu na kusalimia kwa upole, unabadili mudi ya chumba kizima. Namba mbili: lugha ya mwili chanya. Mwili wako unaongea zaidi ya maneno. Watu huiga kusimama kwa ujasiri, kuangalia macho, kutumia mikono kwa ufafanuzi. Mfano, mwalimu mwenye gestures chanya huwafanya wanafunzi kushiriki zaidi. Namba tatu: toni ya sauti. Toni tulivu au yenye furaha huunda hisia sawa kwa mtu anayekusikiliza. Mfano, ukizungumza na mtu mwenye huzuni kwa sauti ya utulivu, naye anaanza kupumua kwa utulivu huo. Namba nne, kuonyesha hisia unazotaka wengine wahisi. Unaweza kuonyesha tabia unayotaka mtu mwingine kirahisi: utulivu, furaha, mshikamano. Mfano, maneja mwenye shukrani na tabasamu huchochea timu kufanya kazi kwa moyo mmoja. Namba tano, mazingira unayoyaunda. Mazingira yako pia huamka mirror neurons. Timu chanya na unatia moyo, mazingira ya hasira na unachoka haraka. Mfano, kikundi kilichojaa shauku humfanya mtu yoyote kuhamasika. Namba sita, matumizi chanya ya mirror neurons. Unapotumia mirror neurons vizuri, unaweza kuwa kuimarisha mahusiano, kusaidia wengine kihisia, kuongeza furaha katika kazi au nyumbani, kusambaza utulivu bila hata kuongea sana. Wazo kuu ni ukiwa chanzo cha hisia njema, wengine wataziiga. Hapo ndipo nguvu ya mirror neurons inapogeuka kuwa baraka, sio mzigo. Mirror neurons zinatufundisha kitu kimoja muhimu: tunawaathiri watu kila sekunde, na wao wanatuathiri sisi. Ukitaka furaha, kuwa karibu na watu wenye furaha. Ukitaka utulivu, kaa karibu na watu watulivu. Ukitaka mafanikio, kaa karibu na watu wenye fikra za mafanikio. Ubongo wako utaiga kila kitu. Kama umejifunza kitu leo, like video hii. Share kwa mtu mmoja na subscribe kwa mada zaidi za kisaikolojia. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.